Isha kuchakiza kwamba sisi bado tunahitaji pamoja kuwa na mazingira tulionayo, pamoja kuwa nai, bado tunahitaji kuendelea kufanya vizuri kwa watu kwao. Tunamshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya mfumo na ibada tunazokuwa tunaelekezwa, na mahubiri tunaokuwa tunaelekezwa bado yanamtaka mtu au yanamtaka mwanadamu bado aendelee kutathmini aina ya maisha yake anayokuwa anaishi. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kipekee sana, kipekee namshukuru kwa ajili ya wazazi pia, eh, kule waliko bado tunaona kwamba, eh, ni kweli hatuko nao katika mazingira haya, lakini tunashukuru hata kwa kuona wanavyokuwa wanaendelea bado inatutia moyo na faraja kubwa sana kwa wazazi wetu. Kwa hiyo neema ya Mungu au neema ya Kristo iwe pamoja nasi sote. Amen, amen. Amen, sana, sana, sana, sana. Mungu wabariki sana hapo Dar es Salaam. Barikiwe sana kwa muda huu. Naomba niende kwa watumishi wa Mungu Makoga Kiwila wakijiandaa. Na naomba tujaribu kwenda kwa haraka kidogo kwa sababu muda unaelekea kutuacha. Haleluya. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sisi, hapa Makoga tunaendelea vizuri sana sana, ndio tokea lakini sisi tunaona kuendelea mm. kwenye ripoti moja kwa moja ndio, Jumapili tulikuwa na ibada hapa, ilianza saa moja mm. ee, baada ya saa, tuendelea na maombi, e, tulipo ilipofika saa tano, kuna mhubiri alisimama hapo ndio kwao. Alitufundisha, alifundisha kwamba mimi niwe hatua e, ya mtu mwingine. Ndiyo. Kwa hiyo niliona sehemu kama hiyo kwamba mimi niwe hatua ya mtu mwingine. Ninapokuwa hatua ya mtu mwingine a, kuna kiweko kitu kipya ambacho kinakuwa kimezaliwa mm. e, kwamba ene ibada lifanye e, kiusahihi ki e, iwe kwenye maombi lifanye kiusahihi e, na pia baada ya na pia baada ya hapo, e, tu, hapo tukaingia kwenye mtandao kuiunga, mm. kwenye ibada ya mtandao ya kaba tuka tukamwona tukakuta mtumishi Arune Arune an, an, anafundisha somo kwamba Mungu ni Mungu hata kama eh, tunapita katika hatari. Ndio. Kwa hiyo mimi nilielewa kwamba nilielewa kwamba changamoto isinifanye mimi eh, nikashindwa nilichokuwa natakiwa nikifanye. Ndio. Kwa hiyo eh, ni kweli katika maeneo mengi unakuta changamoto inapokuja inatokea, unakuta hata kwenye ibada tuonekani onekani mm. kwenye maombi mtu E, ibada za katikati haonekani. Sasa unaangalia una, una kwamba changamoto yenyewe akianza kuelezea inakuwa haieleweki eh. Kwa hiyo mimi nilielewa sana maeneo hayo na pia eh, baada ya hapo alisimama mzee, ndio alivyosimama mzee nijikane oh, nijikaneni eh, na, nisijiangalie nafsi yangu mimi mm. Niangalie na nafsi ya watu wengine pale eh, mimi sasa, baada ya kuona kwamba eh, ni kweli asilimia kubwa kwa sisi eh, wa, wa, wa, kwa sisi, eh, unakuta tunajiangalia sana nafsi zetu, hatuangalii watu wengine mm. Kwa hiyo mimi kwa fundisho hilo eh, nahitaji kubadilika sana kwa sababu eh, kwa fundisho hilo ni fundisho ambalo eh, nimeona kwamba eh, limeweza kunifugusha eh, baadhi ya maeneo. Ndio. kwa hiyo nashukuru sana, mm. sana. Eh, akasimama mama eh, eh, alisema ali, ali, kwamba eh, Asema tujaribu kumtafuta Mungu kwa gharama yeyote, mm. Kwa hiyo eh, maeneo hayo kweli mimi nimepata kuelewa sana kwamba yani nitafute Mungu kwa gharama yeyote Amen. Kwa hiyo yani, najiuliza mimi ni nani, nianze kinyuma, mimi ni nani? mm. eh, ni, nisimtafute kwa bidii zote, kwa hiyo mm. naona kwamba kuna uh, kuna yaani naona kwamba lazima niendelee mm. Lengo tuendelee hicho, so, kitu naona eh, kwamba nisoma ni masomo ambayo yanatufanya tuendelee mbele, ndio eh, Mungu. Amen, Amen. Amen, amen. Wabariki sana watumishi wa Mungu hapo Makoga ongeleni kwa kuendelea na moyo na moyo wa hamasa, kwa sura hiyo mnayoendelea nayo. Lakini kwa wakati huu niende kwa watumishi wa Mungu Kiwila, endeleni kuongea, ndio mwendo tumishi wa Mungu karibuni Kiwila, Kiwila tunawa wasikia, karibuni, washa maiki yako. Basi huku tunasubia Kiwila, haleluya ndio. Amen. Amen. Amen. Amen, ndio tunakupata Mungu sana sana, endelea lakini pia moja kwa moja, kwa sababu ya muda, ni mshukuru Mungu sana, hata kujapata basi

kwa sababu hata nikitoka hapo kamak atkaam

Mungu awabariki, tumewasikiliza kwa ustahimilivu mkubwa sana. <laughs> Damei anasema sisi ni wavumilivu pasta veli <laughs> <sisi ni> <laughs> kwa hiyo tumewasikiliza kwa ustahimilivu mkubwa, lakini tunaomba basi mtaendelea siku nyingine, ili tuwapate ikiwezekana kwa ubora mkubwa. Kwa muda huu dakika chache hizi, wamalizie watu wengine, naomba nisomeshe majina Vida. Basi kwa muda huu kwa sababu, basi twende tukamwabudu Mungu kwa sababu mtandao bado una changamoto kwa watumishi wengine. Ibuni viongozi wa kuabudu.